Asalamu As alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwingi wa ukarimu mumba mbingu na ardhi kwa kunipa wasa wa kuweza kuongea na wewe ndugu yangu, mtazamaji wangu, mfuatiliaji wangu wa vipindi vyangu, vipindi ambavyo ninakuelimisha na nina kufundisha na kukufungua katika maisha yako. Kama ilivyokuwa kauli mbiu yangu siku zote kwa wewe mzee, kijana mwanaume mwanamke, nimekuwa nawaambia siku zote kwamba ogopa sana umaskini. Sasa katika masomo yangu nimekuwa napata kidogo ukinzani mkubwa kutoka kwa matabibu wenzangu, wanakuwa wananilaumu kwamba wewe umeshakuwa mzee sasa unaamua kufungua unatoa siri unafanya namna hii. Yote hii ni kwa ajili ya kukupenda wewe ili niweze kukupa elimu niweze kukuta kukutafunia ta, vitu ili wewe uweze kumeza. Mashallah, sasa leo nitakupa siri ya kiumbe mmoja ambaye kiumbe huyu ukimtumia vizuri eh, huyu kiumbe ukimtumia vizuri eh, ukamtumia kwa umakini kabisa, ni kiumbe ambaye atakutoa katika maisha yako ya dhiki, ni kiumbe ambaye kwamba huyu ni mtumishi ambaye mtumishi huyu ukimtumia katika mambo yako huyu mtumishi atakuongoza katika mambo mengi. Kwa wale wafanyabiashara, atakuongoza katika namna ya kukuletea wateja eh? hawezi kusema kwamba anaingia akilini kwako na kuweza kuingia kukushauri kwamba biashara ifanye hivi, fanye hivi, fanye hivi, fanye hivi, acha lilai eh? na ukitaka hivyo, kuna elimu yake kwa nyuma ambayo ndio sitaki nikwambie, labda ukija ukija kutafuta, nitaweza kukueleza siri yake kiumbe huyu yeye ana uwezo wa kukuletea rasilimali yoyote kutoka mahali popote, kasoro huyu. Ki, kiumbe ki, ki ni kiumbe ambaye, yeye sio kwamba yeye ameritadi au yeye ni mtu aina gani, ni miongoni mwa wale wa chamungu eh, kama unavyofahamu eh, kama hakuna mtu aliyekuwa tajiri kuliko Nabi Suleiman ibn Daud, na ameondoka duniani hali ya kuwa ameviacha vitu hapa hapa duniani eh? katika kasiri kubwa aliyokuwa anaishi kwa hiyo linamilikiwa na majini eh, kwa sababu majini wanaishi umri mrefu sana. Sasa uelewe kabisa, hawa watumishi wapo. Kwa yule anayesema kwamba hawapo, namtaka aje moja kwa moja hapa, sio kupigana makelele, aje hapa, tumwite mmoja aje aeleze historia namna gani yeye amekaa na amemwona manabii wangapi wamepita akiwepo, akiwa bado yuko hai eh? Basi hawa ndio wale viumbe ambao kwamba hawahitaji mambo mengi, wanasiri kidogo tu unapokuwa unamuhitaji ukawa nahitaji kupata rasilimali kutoka kwake, ima iwe fedha iwe madini iwe labda umechimba visima, vitu vinavyotokatoka chini, kwamba unataka kuchimba ima kisima cha iwe cha maji au cha nini, iwe baharini, unataka kuingia mambo ya uvuvi, iwe mambo ya kwenye mbao hizi, kwa mfano watu wanakatakata miti mikubwa na nini, yote hayo unamuona kiumbe, ukimpata huyu hudama, huyu kiumbe huyu mtumishi, habari yako imekwisha. Kikubwa zaidi, yule kiumbe huwa anapokuwa amekujalia kukupa vitu kama hivi, hahitaji kutoa siri eh. Hata ukiangalia ulimwengu mzima, hakuna tajiri yoyote anayeweza kukupa uhakika wake kwamba mimi nilipata kupitia hivi, mimi nilipata kupitia vile. Hayupo eh? lakini wewe nakupa elimu, uelewe kabisa vitu hivi vipo na utakapokuwa ili kuweza kufahamu kwamba huyu unampataje, huyu mtumishi inatakiwa upate vitu vitatu. Kwanza, jina lako lijulikane, wewe ni nani. Pili, mama yako ajulikane, aliyekuzaa kama sio mama yako, baba yako. Na tatu, ile siku ambayo umetiania umedhamiria, iwe siku gani, iwe Jumamosi, Jumapili, Jumatatu kwa Kiswahili. Zile zikishapigwa hesabu inakwenda inagonga, ikishagonga kwamba hii hesabu imekamilika na inagawanywa eh? Wacha katika zile kuangalia mambo ya nujumu nyota nini, unagawanya kwa kumi na mbili. Hii ugawanyi kwa kumi na mbili hii, unagawanya katika namba witiri ambayo ni namba tatu. Ukishagawanya kwa namba tatu hii, inayobaki sasa ndiyo hiyo hesabu yako, na ndio hiyo ambayo unaipata, unakwenda kumuona ule kiumbe, unakuwa umempata. Ukisha mpata kuna kudusi zake eh? kuna kudusi zake ambazo hizo kudusi wewe unakuwa unazitamka ukishazitamka hizo kudusi, tayari huyu kiumbe anakuwa tayari amekuwa ya chini yako, unamtuma unamwelewesha unamweleza. Lakini kiumbe huyu huwa na desturi moja, hawezi kukaa maisha yote na wewe. Maana kuna watu nimewahi kuzungumzia kuhusiana na Hamaratul Arish, watu wakampata Hamaratul Arish wakadhani kwamba maisha yao yatakuwa hayo, watu wakawa wanaletewa fedha wanakula, watu wanaamia mahoteli wanakwenda wanaangaika na maisha, wanasumbuka. Kesho anakwenda anaingia baa, anafanya mateso ya ajabu sana. Lakini muda wake ukifika ni lazima, kila chenye mwanzo huwa kinakuwa na mwisho. Sasa huyu kiumbe ninaokueleza leo, ambao wanapatikana kwa hiyo kudusi, huyu unakaa naye siku mia moja na ishirini na tano, mia moja na ishirini na tano, eh sasa piga mwezi wenye siku 30 mara 125 nakuta ni miezi mine na siku nne. Huyu kiumbe anakuwa amemaliza kazi yake. Kama hujafaidika ahalan wa sala. Kama umekwisha faidika, wewe ni mwenye maarifa. Anachokuletea unakihifadhi au unakifanyia biashara katika namna ya kuzaa, hapo ndio utakuwa umefaulu, hapo ndio utakuwa umefaulu. Unakuwa umekwenda kwa uzuri bila kufanya lolote baya. Kwa hiyo usiache kusubscribe nambari ya kwangu ili uweze kupata elimu zaidi kwa kuniuliza ni namba 0749 767696, piga ili tufuatane, uweze kuendelea kuyaona masomo yangu yanayokuja upate faraja. wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu.